Niwapongeze mliofika kwenye mkutano huu, nyinyi ni mashujaa kwenye nchi hii, nyinyi ndo mtaanda kuandika historia ya Sigrada kuwa mbunge kwenye jimbo hili. Na kwa bahati nzuri, Mheshimiwa Rais, hawa wote ni watu ambao nawajua na tunajuana na nina database zao. Nataka kusema kitu kimoja, nina sheria hapa nina sheria hapa. Hoja yangu ya kwanza inahusu manyanyaso, Mheshimiwa Rais, katika mikoa ambayo ina manyanyaso ni mkoa wa Njombe, hususan ni jimbo la Njombe mjini. Jimbo hili ni la watu wapambanaji, ni la watu wenye uchumi, lakini ni watu wanaonyanyasika kuliko unavyofikiri. Wamekosa msemaji miaka 63 ya uhuru. Hii sheria imepitishwa tarehe 30 imesainiwa, yani kwa maana imepitishwa na bunge lililomaliza muda wake mwezi wa sita. Maana yake wabunge waliomaliza muda wao mwezi wa sita ndio amepitisha sheria hii. Sheria hii inasema mtanzania yeyote aliyefikisha miaka 18 Mheshimiwa na Rais, lazima awe amesajiliwa TRA sheria Hakuna mbunge atawambia haya mambo kwa sababu amehusika kuipitisha. Jambo la pili, sheria hii inasema mtu yoyote, ya uwe machinga, uwe imetaja kabisa, Mungu alivyo, yani wa, sisemu ajabu, imetaja kabisa, imetaja ice cream, imetaja bisi, imetaja ubuyu, mtu yeyote ya bisi mahindi Inasema mchukuzi yoyote ya imetaja hadi matikiti, mama, umebeba hapo unatakiwa uwe unalipa kodi TRA eh. Sheria hii hapa maana yake ni Kwa wagombea wa CCM. Imeandikwa na ndio maana vitu kama hivyo hawana uwezo wa kujibu kwa sababu wao huwa hawasomi wanasaini na kupiga magolf, makofi, wanaondoka. Sheria hii imesema MC unayotangaza sendoff unatakiwa kwenda kulipa TRA asilimia kumi. Lakini sheria hii ndio sheria ya kodi iliyopitishwa mwezi wa sita mwaka huu. Sheria hii Mheshimiwa Rais imeongeza kodi kwenye bidhaa zote, lakini imepunguza pombe kali sheria hii. Hapo ina maana gani hiyo? Maana yake ni kwamba kunywa pombe ulewe, usahau shida zako brother, ndio maana ya sheria hii. Kunywa pombe ulewe, usahau shida zako. Kutoka kwenye asilimia kumi imerudisha kwenye asilimia nne na haijasema kestolite, brother, imesema pombe kali zenye spiriti. Yake. Tunataka Mtanzania awe na uwezo wa kukomboa maiti ya ndugu yake, kwa sababu mfukoni hela ipo. Mheshimiwa Rais, unaowaona hapa hakuna aliyesomba hata mmoja, wenzetu wanasomba. Jibu langu ni kwamba tunahitaji mtu awe na uchumi ili aweze kwenda kwenye mkutano kwa pesa zake mwenyewe. Jambo lingine, Mheshimiwa Rais, jambo la pili, kwa sababu halmashauri ya mji wa Njombe ina manyanyaso makali. Mimi nimesema kwenye ofisi yangu nikiwa mbunge wa jimbo hili, kwa sababu nitakuwa mbunge maana wameanza chokochoko. Nimesema hivi, bora nife kwa kuwapambania watu wa Njombe, lakini sio nife kwa malaria. Bora nife nikiwa kwenye mapambano nikipigania haki za wananjombe lakini sio kufa kwa typhoid. Mtanizika kienyeji sana. Nataka nife kwenye mapambano. Nimesema kwenye sera zangu, Mheshimiwa Rais, nahitaji nikiwa mbunge wa jimbo hili nitakuwa na ofisi inaitwa ofisi kitengo cha sheria ya mama ntilie, ya bodaboda, ya machinga, ya wauza bisibisi wawekwa lokapu hapa Njombe. Mheshimiwa Rais, ukiwekwa lokapu kama una watu fulani hivi, ndani ya dakika mbili wanakuambia tafuta mdhamini, ila ukiwekwa lokapu hakuna anaye kujua, wanakuambia sasa hivi ni usiku, njoo kesho. Hamjakutana na mambo kama hayo Mheshimiwa Rais? Ninavyozungumza na wewe, mfano mzuri ni jana. Mtu amefanya fujo, ameumiza gari yetu, amekamatwa live. Alipofika polisi, mkuu wa mkoa amepiga simu kwa RPC. Namwambia RPC huyu mtu amekamatwa sangapi amedhaminiwa saa ngapi? arapisi anasema maelekezo. Sigrada, mkuu wa mkoa amepiga simu. Ndo mambo yanavyoenda. Mtoto wa masikini usiyekuwa na connection na mkuu wa mkoa, nenda kamchague Sigrada, nenda kamchague Sigrada. Ndo mtu pekee ambaye ndo atakuwa rapisi wako, simu moja, mwanangu umetoka sikiliza. Nyinyi mnahitaji kitu kimoja, mnahitaji mtu muwakilishi, mwakilishi ambaye yupo kwa ajili yenu. Ofisi ya mbunge itakuwa na kitengo hicho, na ofisi ya mbunge itagharamia mambo yote yanayohusu sheria. Bodaboda mnakamatwa hapo, si mmoja tu, wakili atakuwepo ofisini kwangu masaa 24. ukikamatwa na polisi wamenyosha vichwa hapa hawa mimi nachoweza kusema hawa ni wagangaji wenzangu, kwa sababu Mheshimiwa Rais, mimi nikiwa diwani hapa walikuwa hawana hata pa kukalia hapa, mimi ndo nilinua mabenchi. Katika watu ambao nitakiwa wanipigie kura ni hawa polisi, wamechoka na hawa watu pia, hawajawahi pata mbunge. Ningeweza kuwauliza kwa sababu hapo kazini inabidi wabaki wamenyoka tu hivi, lakini ningeweza kuuliza hakuna mbunge kwenye jimbo hili aliyewahi ongelea maslahi ya polisi? Hayupo. Haya, polisi mshahara wao ni shilingi laki nane. Wakikatwa wanapokea shilingi laki tano. Mimi nikasema polisi, nyinyi ni waganga njaa kama mimi, unganeni na mimi niende bungeni, nikasimamia sheria ya wafanyakazi wa serikali. Sheria ile inasema kila mwaka hawa wanatakiwa waongezewe asilimia ishirini ya mshahara wako, cha mshahara wake. Lakini Tanzania, rais aliyoko madarakani anaamua yeye. Siku hiyo akiwa ameamka vizuri, anasema nitawaongezea. Akiwa ameamka vibaya, hataki. Tunahitaji mbunge atakayesema mwaka wa fedha umebadilika. Tunahitaji sheria ya wafanyakazi The Workers Act mnaijua, ifanye iingie kwenye muda wake wa kwenda kuapply. Nitawashangaa sana polisi wa Njombe ambao mnaishi kwenye vumbi, mnakooa kama mimi kila siku, msiponipigia kura na idadi yenu nawajua, mpe 380 ole wenu msiponipa kura, tunajua Sometimes tunakutana wazuri wakiwa wamevaa suti hivi wakiwa mtaani, tunakula chips kavu wote, naomba kula kwa polisi, kuanzia RPC wenu, maana naye mpaka leo yuko chini RPC ya, ya akipiga ya simu anachanganyikiwa, anaacha sheria pembeni, anafanya kazi kwa maelekezo. Jambo jingine, ameliongelea kidogo Mheshimiwa Kavo, diwani wa kata Njombe mjini, ni vikundi Matatizo ya Njombe mjini, mmoja wapo ni mambo ya vikundi. Toka mwaka jana wanaambiwa jisajilini, watu watano watano, lakini ile document wanakambia lazima ipitie kwa mwanasheria, lazima igongwe mhuri. Wakishakusanya zile taarifa zao na wamekizi vigezo vya kupewa mkopo, inaundwa tume ndogo ya kumchunguza huyo anayeomba hiki kikundi ni cha namna gani? Waliomba watu 86 kwenye kata hii, wamepata vikundi vitatu, navyo ni vya kwao. Sikilizeni, kuna mtu anaweza kasema hizo fedha zimetoka mlango gani? Sheria ya fedha ya halmashauri ya mji, sheria ya fedha, the Urban Authority Act inasema kila baada ya miezi mitatu wakina mama, vijana, wazee na watu wenye ulemavu watapewa fedha asilimia kumi ambayo haina riba kutokana na makusanyo ya miezi hiyo mitatu. Hawa unaoona hawa wanajisajiliki tu miaka saba nane, wanajisajiliki tu. Nikawambia mimi Sigrada Mligo siku nikitangaza kuwa mbunge wa jimbo hili, kwanza wataanza kufuata sheria siku hiyo hiyo, kwa sababu wanajua nitadili nao, nitashughulika nao. Tunahitaji kujua hizo fedha kila baada ya miezi mitatu tumepata asilimia ngapi, na vijana wa kina mama, wazee, na watu wenye ulemavu wamepata asilimia ngapi? Lakini kwa mwaka, Mheshimiwa Rais, hizo fedha kwa mwaka zinatolewa mara moja, napo wakati unakaribia uchaguzi. Mheshimiwa Rais ameongea. Mheshimiwa George Sanga hapa, katibu wetu Smart wa mkoa, wewe ni mgombea wa pili wa urais uliokuja kwenye ardhi hii. Mgombea mwenzako ni wa chama cha mapinduzi, alipofika hapa mgombea mwenzangu alitamani apige magoti. Mheshimiwa Rais Njombe hatuna matatizo, hatukudai, wakati wananjombe ndo hawa wanateseka, wamechoka. Sasa hivi wamehama kwenye milo mitatu, wanakula mlo mmoja. Tunakoelekea, tunakoelekea mtaanza kula kwa siku mbili mara moja, kwa sheria hii kwa sheria hii mtaanza kula kwa siku mbili mara moja. Ninachotaka kuwaambia, ndugu wana Njombe, muamuzi wa maisha yenu ni nyinyi wenyewe. Kuna jambo la michezo, jambo kama la nne. Mimi nina vipaumbele hamsini lakini kwa leo nitavitaja vichache. Michezo ya Njombe imekuwa ikitumika kisiasa. Mheshimiwa Rais zinatengenezwa timu, zinashindanishwa timu, itakayoshinda inapewa mbuzi. Mheshimiwa Rais, mbuzi kwa Njombe ukinunua hela nyingi, Mheshimiwa Rais, ni shilingi laki moja. Ninavyozungumza hapa, shilingi laki moja hainunui hata mfuko mmoja wa mbolea. Ndio wanachezeshwa, ikifika jioni, wamepigwa na vumbi wanarudishwa vijijini, wengine watapewa shilingi elfu mbili mbili elfu moja moja ya bodaboda warudi makwao. Mimi nikasema michezo ni ajira, michezo ni maisha. Mkinichagua Sigrada Mligo kuwa mbunge wa jimbo hili, mkinichagua kuwa mbunge wa jimbo hili, nitaenda kutengeneza kitu kinaitwa sport academy. Ramadhani Njomba Mjini, Utali ngoro, sijui wapi, mtashindanishwa kwenye hicho chuo. Washindi wa michezo hiyo tutawauza wenye kwenye vilabu vikubwa. Jambo jingine, mheshimiwa rais, mimi kuita rais kwa sababu ndo rais wangu, you are my brother and you are my president. Nataka niwaambie ninapozungumza na wewe, viazi gunia moja ni shilingi ka ninavyozungumza sasa hivi wakati wa kikwete huko nyuma watu hawa walinunua mbolea elfu arobaini ndani ya miaka, mi, miaka kumi mbele mbolea ni laki moja na ishirini hiyo hiyo mbolea wanatuambia ina ruzuku mimi nimesema watu wa njombe mkinichagua hatuhitaji ruzuku, tunataka mbolea ipungue bei, kwa sababu ruzuku ni asilimia kumi kwa hii. Inawezi kawa mbolea laki mbili, halafu ruzuku asilimia kumi unatoa elfu ishirini manake utanunua mbolea laki moja na themanini. Tunahitaji bidhaa za mbolea na bidhaa za ujenzi zipungue kodi, ndugu zangu, wana Njombe. Kinachofanya kitu kiwe gharama ni kodi ya serikali. Sijui kama mnanielewa. Hey, mchawi sio bibi yako wala babu yako, nenda kaombe msamaha. Mchawi wa maisha yako ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Nilichogundua Mheshimiwa Rais, watu wengi hawajui uhusiano kati ya maisha yao na kodi. Ngoja niwape siri Maisha yako yote, kila unachogusa huo, unaingiza vocha, unaingiza umeme, umenunua t-shirt, umenunua jeans, umeangalia YouTube siju umeangalia movie, kila umekunywa chai, sijui umekunywa soda, siju umekunywa maji, kila unachokigusa kwenye nchi unakatwa kodi asilimia ya kumi na nane. Ukitaka kuamini nenda, kasome vocha yako unavyoiingiza kwenye simu, utakuta kuna kitu kinaitwa VAT. Maana yake wahuni wameshachukua brother. Wameenda nayo, na ndio maana sheria ya kodi inasema kila mtanzania kwa siku unalipa kodi mara kumi na mbili. Wanakuja iona iona na magari makubwa Kodi zenu zimegeuka kuwa watumwa. Yaani nyinyi mmekuwa watumwa kwenye kodi zenu. Mshahara wa mbunge ni asilimia kumi na nane. Wakipita huko wanatumia milioni moja tu. Umeshachanganyikiwa. Wanaleta fujo na manisani na makuza ya milioni mia tatu umeshachanganyikiwa. Hiyo ni kodi yako. Na mnachoniumiza zaidi mnatandika hadi nguo chini. Mnawapongeza na kuwachezea usiku unauma, mafua unaenda Kibena, umekufa, ndugu zako hawana uwezo hata wa kukomboa maiti. Nisikilizeni, tusiwe watumwa kwenye maisha yetu wenyewe. Leo hii hapa mlivyo kwa uchache wenu, mmeshalipa kodi si chini ya milioni hamsini, na chama kilichopo madarakani ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, miaka sitini na tatu ya uhuru. Kuna siku moja nilisema Nyerere alikuwa na akili sana. Asilimia sabini walisema tubaki na mfumo wa chama kimoja. Nyerere akasema mimi na waunga mkono asilimia thelathini wanaosema tulete mfumo wa vyama vingi. Kwa nini Nyerere alifanya hivyo? Nyerere hakutaka kujiongezea dhambi za ziada. Hakutaka afe watanzania waache wakiwa wanateseka wasija wakarudi kupiga kaburi lake. Nyerere aliruhusu mfumo wa vyama vingi kwa hoja moja tu. Alijua huko tunakoenda, Chama cha Mapinduzi kikibaki peke yake wananchi wangu watateseka na wataipiga viboko kaburi yangu. tumwanzi Nyerere kwa kuhimiza mfumo wa vyama vingi na kuipigia kura Chaumma Chama cha Ukombozi wa Umma, sentensi yenyewe hata kama likimbia shule, yani inajieleza. Chama hichi eh, chama chenyewe kinasema Chama cha Ukombozi wa Umma. Mimi huwa nawaza bila Cha Umma sasa hivi tungekuwa wapi? Mngeanza kupigwa viboko na watendaji na wenye viti wa serikali ya vijiji. Sikilizani watu wa Njombe, Mmeanza kunyang'anywa maeneo ya umma hapa. Tenki la maji lile, kuna mji mwema vijiweni, kuna NBC la eneo la miti, kuna hili eneo na hivi vibanda na hivi vibanda, na pale Kibena kwenye stendi. Serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa ikibadilisha maeneo yenu, maeneo ya umma maeneo ya CCM. Mfano mzuri ni eneo la hapo nyuma mlinyang'anywa. Sikilizeni, msipoenda kufanya maamuzi magumu safari hii, utanyang'anywa hadi nyumba yako unayelala na mke wako. Ndiko tunakuelekea. Utaenda kunyang'anywa hadi eneo lako, watakwambia hili maana ya UWT ni umoja wa wanawake wa Tanzania. Nendeni mkawaambie haya maeneo wanawanyang'anya na kusema ni ya umoja wa wanawake wa UWT, ni maeneo ya umma ya wanawake wa Tanzania bila kujali itikadi zao za vyama. Mmenyang'anywa tulubo hapo imeenda kwenye umoja wa wanawake wa CCM, yaani lile jina lenyewe wamebadilisha, wamesahau hata kuondoa lile neno la pale mwishoni. Badala ya kuandika umoja wa wanyang'anyaji wa mali za umma wanajiita umoja wa wanawake wa Tanzania. Wanawaibisha hadi nyinyi wanawake wa Tanzania. Kwa sababu ya muda, naomba niseme kitu kimoja. Watu wengi wamekata tamaa ya kupiga kura katika makosa ambayo mtayafanya ni pamoja na kuto kwenda kupiga kura. Sikilizani, CCM hawana huruma na mtu yeyote. Hata ukifa hapo penyewe wanazuia hadi maiti. Yani wakuonea huruma wewe mzima vanga wenyewe ni hata wa marehemu vang'ang'ania nakumba tu marehemu, mtu ambaye ana uwezo wa kung'ang'ania maiti unang'ang'ania marehemu. Nisikilizeni. Nendeni mkapige kura. Lakini nendeni mkawaelimishe watu umuhimu wa kupiga kura. Kwa sababu msipoenda kupiga kura, yanaendelea, yani hawajali. Yani we hayo mateso yako, hakuna naye jali. Kwa kifupi ni watarifu. Kwa sababu ya muda tutakutana kwenye kata, tutakutana kwenye maeneo yenu. Lakini wengi tumekuwa